Ya kukosana na bibi yako ni kitu kidogo sana, yaani ni kitu kidogo mno mno mno sana, kwa sababu wewe unaweza kuwa bibi yako ama mwanamke wako ukilala naye eh? Kuna vitu vyenye unafanya ni vile vile, spika, unanielewa? Yaani vitu unafanya naye ni vile vile, nasikia sasa. Uondoke mda tu kidogo, muda tu labda kama wiki moja ama labda siku mbili, alafu sasa ukija sasa, si uko namu na yeye kwenye, kwenye sasa kwenye lile tendo sasa, ukianza ku change style, tukibadilisha mitindo tu kwa kitanda tu ushaleta kesi hizi hmm. vitu ulizipata wapi? alikuwa ufanyi Utaniambia hivi vitu ulizipata wapi? uja toka uwe na mimi hujawahi fanya kitu kama hiki huu eh? mtindo uliupata wapi? Kwa hivyo mwanamke ni mtu mwingine ambaye akili yake ha, anajua kile unachokifanya ukibadilisha tu, kesi hivyo ndio wanawake wanaoparetia wana